Kijana pawa, yeah. Okay. Mimi naitwa Kijana Wafule wa Buke Karakacha na niko hapa kwa sababu ya hii njia ambayo inatoka Malaha kaunda Nambacha. Hii barabara imekuwa hivi kwa muda mrefu sana. Sasa mimi kama kiongozi wa vijana Navakholo, nimechukua jukumu niunganishe wanabodaboda, wamama, wazee, ili wakuje tuonyeshe viongozi ambao tulichagua, kwa sababu hii njia haipitiki sasa hivi si ndio? Yeah. nasema uongo ama ukweli? Ukweli. njia inapitika haipitiki inapitika haipitiki tuongee tusiongee. Sasa sisi tunataka kusihi viongozi ambao tumechagua tufanyie kazi kama hawezi weka lami kwa hii barabara at least wale walete grade hapa wa ifanye maintenance ndio. Yeah. Yeah. Baada ya kutoka Malaha kwenda <muchos> Nambacha ipitiki. Yaani hata ukuwa na mgonjwa unashindwa. Unapita wapi hii barabara? Watu walikuja baka tuambia wanaweka lami, lami imekuwa mapale wangu tukuta naye kwa matanga anapanga watu kwa laini kuwapatia mia. Mbona usichukue hiyo mia moja ukuje weke kareta kwa barabara tulimiwe barabara hii? Kitu nasema namna hii kuanzia kwa MCA kwenda kwa mbunge kwenda kwa Kasongo. Kwa majina ni Lavina Ori Wambani. Hii barabara ya kutoka Malaha nambacha hadi Navakholo ipitiki. Hizi ni wa mama mboga, juzi waliniangusha kwa maji na nyanya zangu zikapotelea kwa maji. Sasa nataka kusema wangwe afanye mpanga atengeneze hii barabara, kama si hivyo, wangwe nyumbani. Na sisi tumelia sana hii barabara kwa redio, lakini viongozi hawasikii. Viongozi kuanzia jini ya MCA, seneta, si nani mpunge wote waende tu nyumbani kufikia kwa songo. Sisi tumechoka kabisa, sababu hii barabara kutoka Malaha kwenda na maja ni mbaya sana hii mto. Wakuja tuambie hii mto inaitwa mto gani? sababu haiko kwa jiografia. Hii mto wakuja tuambie, waweke kwa jiografia inaitwaje hii mto alafu ingine iko hapo kwa Mala Brown Primary hapo na ingine iko hapo kwa Msedieti hapo. Hii barabara ni mbaya. Barabara ingine inatokea viliko hapo kwenda mpaka Mkango hapo ni mbaya kabisa. Barabara sifo tu ni mbaya kabisa. Tumelie sana, tumelie, tumelie kabisa. Hao viongozi wameshindwa kabisa, wameshindwa Waende nyumbani waende kabisa na waende kabisa, tusahau. Na mara mingi hapa mahali kumetokea ajali, sio ya kwamba hizi ajali zimetokea kwa sababu ya madraiva ni wabaya, ni kwa sababu ya hali ya barabara. Tumepoteza kijana hapa juzi, ni kwa ajili ya hii barabara. Wamama wanaanguka hapa kwa hii maji, mnaona hapo nyuma. Kila wakati wagonjwa wanakwama, kwa hiyo kwa sababu ya kushindwa kupita, hawa vijana wa bodaboda wanafanya kazi. Zingumu. Ukiona wamepitisha hapo mziko ni kujaribu, na si kwamba hatuna viongozi. Tuko na viongozi, tuliwachakua na tuliwachakua kwa sababu ya hii barabara. Sasa nashangaa kwa nini hawatusaidii. Wanataka kurudi tena kutudanganya juu ya hii barabara. Mara hii kama wamama tumesema hatutadanganywa tena. Sisi tutasimama kutetea maslahi yetu. Hata ukikuwa na bibi mwenye anaenda hospitali, mimba inaweza toka kwa njia. Sisi kama mwana bodaboda bibi nyumbani wanatutoroka kwa sababu kwa hii njia, hata unafika kwa nyumbani umechoka. Sasa tunasumbukana kwa hii barabara zaidi, ndio yenye eh? nimekuwa nayo eh? Tunapepa watu kutoka Nambaja mpaka Shanda mpaka mala kazoma, tunamwangusha kwa hii barabara kwa maji na kazo, sasa akulipi. Tunabeba vitu vya vitu vya duka, tunaangusha kwa maji, mutu wa duka anakataa, anakata kutulipa kwa sababu barabara ni mbaya. Jana niliangusha mama mwenye anaenda kuzaa, sasa kufika huko, mama kanistaki juu ya barabara. Mi naomba mheshimiwa mwenye ako anatusikia saa hii, tunaomba ya kwamba akuja atengeneza barabara, asipokuja atengeneza barabara e, aende tu nyumbani, watuletee mheshimiwa mwenye atajali maisha yetu, atajali barabara. At mimi kama bodaboda natoka Nambacha, nikienda Shanda kitambo nitoke Shanda, Nambacha kufika Shanda natumia karibu dakika thelathini kwa sababu ya barabara. Swala la hii barabara imekuwa campaign tool from 2013 because from 2013 hata imekuwa 2017 mheshimiwa Ee, mheshimiwa William Ruto alisimama pale Shanda akasema, hii barabara imewekwa lami, lakini ukikuja kwa, kwa barabara yenyewe haina lami. Na sisi tunasema mheshimiwa ambaye tumechagua ambaye ni MP wa Navakholo, yeye amefanya na serikali zote tangu akuwe MP na hatujaona matunda. Sasa tunamwomba ya kwamba kama anafanya na serikali na kila wakati tumemwona akienda state house, tunashangaa anaenda state house kufanya nini, kwa sababu majukumu yake akienda state house ni kuleta ile faida ambayo inafai saidia watu wake. Tunashangaa sana kana, kama wananchi anaenda state house kujinufaisha ama kunufaisha wananchi. Sasa tunasema next time akienda state house aenda ambie president hii barabara ambayo alisema iliisha baada ijayo. Mimi naomba mheshimiwa mwenye hako anatusikia saa hii. Ninaomba ya kwamba akuja atengeneza barabara asipokuja atengeneza barabara hey, aende tu nyumbani watuletee mheshimiwa mwenye atajali, maisha yetu hatajali barabara. Tuko na viongozi tuliwachakua, na tuliwachakua kwa sababu ya hii barabara. Sasa nashangaa kwa nini hawatusaidii. Wanataka kurudi tena kutudanganya juu ya hii barabara. Mara hii kama wamama tumesema hatutadanganywa tena. Sisi tutasimama kutetea maslahi yetu, na tunaomba ya kwamba waheshimiwa wajitokeze na watusaidie.